Mara nyingi watu hutumia muda mwingi kufikiria na kupanga ni kwa jinsi gani wanaweza kutengeneza kipato bila kuchukua hatua. Na hali hii huwafanya wasiweze kufanikisha malengo yao. Kama hujui ni njia gani unaweza kuitumia ili kupata kipato, basi makala hii ni kwa ajili yako. Katika makala hii, tutajadili mbinu bora kabisa ambayo unaweza kuitumia ili iweze kukusaidia kufanikisha ndoto zako kwa haraka. Na kwa ufanisi. Sasa mbinu hii ambayo inaenda kuielezea imegawanyika katika sehemu nne. Na nitaelezea kila sehemu kwa undani kidogo. Sehemu ya kwanza ni tafuta tatizo la kulitatua katika jamii. Fedha hupatikana kwa kutoa thamani katika maisha ya watu. Na hii inamaanisha kuwa ukigundua tatizo linalowasumbua watu wengi na ukapata suluhisho bora, basi umefanikiwa kugundua mgodi wa kipato. Tatizo hilo linapaswa kuwa halisi na lenye uhitaji mkubwa, sio tatizo la kubuniwa. Linaweza kuwa kwenye afya, fedha, biashara au mahusiano. Angalia katika hizi sehemu nilizozieleza au sehemu zingine ambazo unaweza kuzitatua, halafu ulifanyie kazi. Kumbuka ya kwamba kama nilivyokueleza ya kwamba fedha ni thamani. Ukiweza kuweka thamani au kutatua tatizo kubwa katika jamii, unaweza kutengeneza kibano. Sasa tuingie kwenye hatua ya pili. Baada ya kuwa umegundua tatizo, hatua ya pili ni kujifunza namna sahihi ya kutatua tatizo hilo. Baada ya kugundua tatizo, hatua inayofuata ni kujifunza jinsi ya kulitatua kwa njia bora. Kujifunza kunapaswa kufanyika kwa wakati mmoja na utekelezaji. Usingoje mpaka ujue kila kitu ndipo uanze. Anza kutumia ujuzi wako hata unapoendelea kujifunza. Hakikisha kuwa una ratiba inayokuruhusu kujifunza, kujaribu na kutengeneza suluhisho kwa wakati mmoja. Hii itakusaidia kutoka kwenye hatua ya nadharia kwenda kwenye hatua ya vitendo kwa haraka. Hatua ya tatu ni kutafuta mentor. Naposema mentor, namaanisha mshauri au kocha ambaye atakusaidia kukusimamia, kuweza kufikia malengo yako. Sasa, ili kufanikisha ndoto zako kwa haraka, unahitaji mtu wa kukuongoza au mentor. Mentor anaweza kuwa mtu wa karibu anayekushauri moja kwa moja, au mtu unayemfuatilia mtandaoni. Kwa kuwa mentor wa ana kwa ana ni wachache, unaweza kutafuta watu waliobobea katika sekta unayotaka kuingia na kujifunza kutoka kwao kupitia maudhui yao ya mtandaoni. Kwa mfano, kama unataka kuingia katika masoko ya kidijitali, unaweza kufuatilia watu waliobobea katika eneo hilo na kuiga kile wanachokifanya. Na hatua ya nne ni kuendeleza kutekeleza kile unachokifanya kwa muda mrefu. Matokeo hayaji kwa haraka. Kwa hivyo usikate tamaa, hata kama huoni matokeo yanayojitokeza kwa kipindi hicho, endelea kufanya kila ambacho umekichagua kifanye kwa muda mrefu, kwa muda mrefu, hata kama huoni matokeo. Kumbuka ya kwamba unapofanya kwa muda mrefu unapata uzoefu, lakini pia unapofanya kwa muda mrefu unakuwa ukigundua wapi umekosea na unaendelea una, una, una, una kurekebisha kila ambacho unakifanya. Unapofanya kwa muda mrefu, matokeo lazima utayapata. Sasa napokuwa nikikaribia mwisho kabisa wa video hii, naomba tukumbushane kila ambacho tumejifunza katika somo la leo, mbinu bora kabisa ya kuweza kufanikisha malengo yako. Tumesema ya kwamba mbinu hii imegaia katika sehemu nne. Sehemu ya kwanza ni kugundua tatizo, na nimeeleza ya kwamba angalia tatizo linaloikabili jamii yako, inaweza kawa ni nyumbani kwako kwa majirani, mjini, sokoni, au mahali popote pale. Angalia ni matatizo gani ambayo watu yamekuwa yakiwasumbua, halafu ufikirie namna ya kuyatatua. Kumbuka ya kwamba matatizo ndiyo mgodi wa kutengenezea kipato. Baada ya kuugundua tatizo, hatua ya pili sasa ni kujifunza jinsi ya kutatua matatizo hayo. Chagua tatizo moja au mawili basi jifunze mbinu za kuweza kutatua tatizo hilo au matatizo haya. Na hatua ya tatu, tafuta menta, mtu ambaye ameshafanikiwa kwenye hilo eneo ambalo unategemea kutatua, alafu awe mshauri wako. Na nikaeleza ya kwamba unaweza usimpate ana kwa ana, lakini unaweza ukajifunza mtandaoni. Mtu ambaye alishafanikiwa kwenye hiyo field ambayo una, una, unaifanyia kazi, basi uwe unamfuatilia huyo mentor, ndio atakuwa msaada kwako wa kuweza kukusaidia. Unaweza ukampigia simu au mkawasiliana au kujifunza tu mafunzo yake, na yenyewe anaweza kukusaidia pia. Na hatua ya nne, usikate tamaa. Wakati mwingine unaweza ukafanya kitu usione matokeo yake kwa haraka. Usikate tamaa, endelea kufanya kwa mwendelezo, kufanya kwa mwendelezo ili uweze kupata uzoefu, na mwisho wa siku matokeo utayapata. Sasa napokuwa nikielekea mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali: upo katika hatua gani katika kutimiza malengo yako? Andika hapa chini, na mimi pia nitakufuatilia, ili tuendelee kujifunza zaidi. Asante kwa kufuatilia video hii, usahau kusubscribe kulike, kushare na kucomment, ili watu wengine pia waweze kujifunza maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.